Kwanza pale: eleza sifa tano za mzungumzaji wa maneno haya. Mzungumzaji tumesema ni Kikwai. Kwanza ni mwenye bidii. Kikwai anakaa ofisini akifanya kazi hadi saa nne kasorobo za usiku. Kwa hivyo ni mwenye bidii, anakaa ofisini akifanya kazi hadi saa nne kasorobo za usiku. Pili ni mwenye nidhamu, au unaweza kusema ni mfuata sheria ni mwenye nidhamu au mfuata sheria. Anafuata sheria ya kutopokea simu anapokuwa akiendesha gari. Kwa hivyo, ni mwenye nidhamu au mfuata sheria, kwa sababu tunaona anafuata sheria ya kutopokea simu anapokuwa akiendesha gari. Tatu, ni msema kweli. Anamweleza bosi ukweli kwamba hakwenda na gari kazini kwa kukosa mafuta. Anamweleza bosi ukweli kwamba hakwenda na gari kazini kwa kukosa mafuta. Pia ni msema kweli, kwa sababu anamweleza bishop ukweli kuwa hana chakula. Anamweleza bishop ukweli kuwa hana chakula. Pia ni mtambuzi kikwai, ni mtambuzi. Anatambua Sira kwenye sauti ya mama Masi ni mtambuzi anatambua asira kwenye sauti ya mama Masi. Ni mwajibikaji, ukipenda unaweza kusema amewajibika. Mama Masi amewajibika, anafanya juu chini kuhakikisha jamaa yake inapata chakula. Kwa mfano, kando nakwenda kukopa unga na mayai kwa vaite, anaenda kuomba chakula kwa bishop. Yuko tayari hata kufanya kibarua, mradi tu jamaa yake ipate chakula. Kwa hivyo amewajibika anafanya juu chini kuhakikisha jamaa yake inapata chakula. Ni mvumilivu. Kikwai ni mvumilivu licha ya kutolipwa kwa miezi miwili, anaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo ni mvumilivu licha ya kutolipwa kwa miezi miwili, anaendelea kufanya kazi. Ni mwenye mlaka mwema. Ni mwenye mlaka mwema anahusiano mwema na Lilakosi. Tunaona wanahusiano mwema kwa sababu wanatembea pamoja wanapokwenda nyumbani. Kwa hivyo ni mwenye mlaka mwema, anahusiano mwema na Lilakosi, wanatembea pamoja wanapokwenda nyumbani. Pia ni mwenye matumaini. Ni mwenye matumaini, anamwambia mamake kwenye simu kuwa anaimami mambo yatanyooka anamwambia mamake kwenye simu kuwa ana imani mambo yatanyooka. Swali la E: fafanua hatua ambazo mzungumzaji anachukua katika maisha yake. Fafanua hatua ambazo mzungumzaji anachukua katika maisha yake. Hatua hatua ambazo mzungumzaji ni nani? Kikwai. Kwa hivyo hatua ambazo kikwai anachukua kwanza, anaamua kwenda ofisini kwa miguu baada ya kukosa mafuta ya gari. Kwa hivyo hiyo ni hatua ambayo anachukua, anaamua kwenda ofisini kwa miguu, anaamua kwenda ofisini kwa miguu. Pili, Kikoi aliamua kumuoa mama Masi, anakumbuka namna walikula kiapo katika harusi yao. Kwa hivyo Kikai aliamua kumwoa mama Masi aliamua kumwoa mama Masi. Tatu, kikwai anapanga kwenda kwa bosi ili amkopeshe pesa. Kikwai anapanga kwenda kwa bosi ili amkopeshe pesa, anapanga kwenda kwa bosi ili amkopeshe pesa. Hiyo ni hatua ambayo kikwai anachukua. Hatua ya nne: anakwenda kwa vaite kukopa unga na mayai. Kikwai anakwenda kwa vaite kukopa unga na mayai, anakwenda kwa vaite kukopa unga na mayai. Kikwai pia anaamua kwenda kwa bishop kuomba msaada, anaamua kwenda kwa bishop kuomba msaada. Baada ya kufutwa kazi na kulipwa pesa, anaamua kununua bidhaa kama unga na mafuta kwa wingi na vinginevyo. Kwa hivyo hiyo ni hatua ambayo anachukua pia. Baada ya kufutwa kazi na kulipwa pesa, anaamua kununua bidhaa kama unga na mafuta kwa wingi na vitu vinginevyo hivyo wanaamua kununua bidhaa kama unga na mafuta kwa wingi na vitu vinginevyo. Na mwisho anapiga msasa tawasifu yake ili kutafuta kazi nyingine. Anapiga msasa tawasifu yake ili kutafuta kazi nyingine. Twende katika msiba wa kujitakia. Msiba wa kujitakia ni ukurasa wa kumi, msiba wa kujitakia 15. Kwa hivyo nakusomea dondoo, na wakati nakusomea dondoo, kumbuka swali la A ni bainisha aina nne za taswira katika kifungu hiki. Kwa hivyo angalia taswira pale na uangalie mtindo, sehemu hiyo ya mwisho hapo. Aha, mgeni aliyesubiriwa kwa hamu kuu mwishowe aliwasili. Msafara mkubwa wa walinzi wake uliambatana naye, ulinzi mkali ambao ungemzuia hata nzi kupita karibu naye. Ndivyo walivyoheshimiwa. Wakati wakiomba kura, watatangamana na kusalimiana na kila mtu, wakishapata walichokitaka, wanajitenga na umma kama wagonjwa wa ukoma sugu. Junior alipigwa na butwa Hakuamini aliyoyaona ya ukumbini, vitu vinamkondolea macho, sauti za wananchi zilisikika kwa mbali. Kwa hivyo dondoo ndio hiyo. Muulizo swali la a, bainisha aina nne za taswira katika kifungu hiki. Kwanza kuna taswira mwendo wasili. Naona pale sentensi ya kwanza tunaambiwa, ha mgeni aliyesubiriwa kwa hamu kuu mwishowe aliwasi, aliwasili. Kule kuwasili ni taswira mwendo pia kuna kupita. Angalia sentensi ya tatu pale, ulinzi mkali ambao ungemzuia hata nzi kupita. Kupita hiyo ni taswira mwendo, kupita. Ulimzuia hata nzi kupita, hiyo ni taswira mwendo. Kuna taswira mguso, mguso, walisalimiana, walisalimiana wakati wakiomba kura, watatangamana na kusalimiana na kila mtu. Kusalimiana ni taswira mguso. Taswira hisi, pigwa na butwa, kupigwa na butwa, alipigwa na butwa. Anasema Sugu Junior alipigwa na butwa, taswira hisi, hakuamini aliyoona. Kwa hivyo hata unaona alama hisi pale inakupa mwelekeo wa kuwa kuna taswira mono, inaitwa taswira oni si mono, taswira oni aliyoyaona hakuamini aliyoyaona taswira uoni anasema ukumbini viti vikamkondolea vinamkondolea macho kule kumkondolea macho kumkondolea ni taswira uoni au taswira oni kuna taswira sikivu iko pale pale tu tunaambiwa sauti zi za wananchi zilisikika kwa mbali kwa hivyo ile ni taswira sikivu Swali la ba pale: changanua vipengele vya kimtindo katika kifungu hiki. Kwanza tunaanza tun